Mimi nataka niambie watu wa mkoa wa Magharibi eneo hii, Ruto amempatia nafasi ya kukaa na yeye karibu, na wengine wanakuja na hadithi za jaba kumondoa kwake. Mimi nawaambia mkiondoka kwa Ruto, hawa ndugu zangu hawa wajalash hawa wajumbe majirani hapa ndugu zetu, mukiondoka watashikilia hapo. Sawa sawa, mutakuwa mkilia machozi huko nje. You have an opportunity to be in government. Do not make the mistake of walking away from government because of petty issues I'm telling you, when you walk away the next person will occupy it very fast. Ataingia hapo. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe, tuwe kitu kimoja. Tumekuja kwa broad based na ndugu zetu wameingia, wanafanya kazi na Mheshimiwa Ruto. Let us not make the mistake mumburiyi mumburiyi Mumburi. mumburiyi mumburiyi abandu bakugoya nyaya ba venyakureta ndi kuturi kumwami Ruto rizwa